Kipofu kaona mwezi, asanteni. Yes, nawapongeza KMC wamepata matokeo papatu, papatu. Unajua kuna kuna bahati pia, yaani kuna jitihada halafu kuna, kuna, kuna, kuna, kuna bahati kwa hiyo bahati ime leo bahati imeamua, kwa sababu mpira tumecheza, tume sisi goli wamepata wao mistake moja wamepata, kwa hiyo tunawapongeza KMC, kipofu kaona mwezi. Tumekutana mara ngapi? Tumekutana mm. zaidi ya kama mara saba hivi. Ndio mara ya pili leo anapata yes, ndio mara ya pili leo anapata matokeo. Kwa hiyo ana haki ya kufanya hicho anacho, anachokifanya mm. nyumbani kwake ame struggle, kapambana kwelikweli, na hapo labda niseme tu kwamba ukiangalia kikosi ambacho sisi kimeanza na kimemaliza tuna zaidi uh, wachezaji wetu wa kigeni wale mapro hata mmoja leo hamjamuona mm hajacheza umeshanielewa. Yandi Bikoko Bea sijui wale hawajacheza, kwa hiyo anajua ambacho kimetokea leo. Lakini pia kulikuwa na changamoto kidogo, head coach wetu akuepo kwenye bench. Ni kitu ambacho kimekuja kama surprise, dakika za mwisho tumekuja kugundua hilo, kwa hiyo hatukujiandaa kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo kuto kuwa na baadhi ya wachezaji wetu ambao tumewasajili msimu huu wapya na benchi la ufundi pia kuto kuwepo kwenye benchi imetukosti ime kwa hiyo kwenye benchi kwenye wachezaji, lakini tu niseme nimwambie ni, ni, ni ndugu yangu Chukuchuku na kocha wake wana kazi kama hiki. Ndio kikosi chao full hiki maana sisi robo, robo ya timu first hawapo, ile first 11 hawapo. Kama hawa ndio kikosi chao hiki, anakwenda kuungana na nani, ule wa Kagera kuungana anaa, kuungana asanteni sana wabwa, sababu ni, ni tu, kuchelewa kwa, kwa vibali kuchelewa kwa vibali tulivilipia, lakini changamoto za kimtandao na nini tumefeli, lakini tunaamini kwenye mchezo wetu dhidi ya Tabora watapatikana. Kwa hiyo tukalazimika kuweza kucheza na wachezaji ambao kama mlivyoona, lakini pia na wao pia wamewatoa jasho. Tumepata clear chances zaidi ya tatu, wao wamepata moja, wameitumia. ndomani kasema, unawazuia kule waandishi, unaharibu chukuchuku, unaharibu alipunguza utoto kidogo. Kuna familia eh, basi tulie. kwa hiyo kikubwa ni tunawashukuru mashabiki wetu ambao wametoka Dodoma, wamekuja na tunaelekea direct Eh, Tabora kwenda kucheza na Tabora United, tunaamini utakuwa ni mchezo mzuri na tunawasubiri KMC pale Jamhuri. Yeah. Jamhuri. Yeah. Tuko vizuri ya tunamshukuru Mwenyezi Mungu, morali iko juu, morali iko juu sana na um, umeona hata wale ambao na uh, sio sio sio sio wote wachezaji wetu, lakini umeona kuna wengine wamekuwa surprise kwamba leo wanakwenda kuanza kutokana na vibali kuchelewa kutoka na vitu vingine, lakini wamecheza kwa, kwa kiasi kubwa. Kwao binafsi mimi siwadai kabisa wachezaji wangu, ndio maana nikasema bahati leo imeamua nani apate, kwa sababu huwa inatokea hivyo, unacheza mpira mwingi lakini unakosa matokeo. Kwa hiyo ukienda kuangalia takwimu, ukienda kuangalia yote ulivyocheza mpira wenzetu wamepata bahati, ndio maana nikasema ki football, ninawapongeza kwa sababu mi najua mpira. Mwenzangu huyu kanjanja amevamia tu fani, kwa hiyo ki football nampongeza chukuchuku na timu yake mbovu. Lakini nasema hivi chukueni maneno yangu na mkae na receipt, kama hiki ndio kikosi chao, ndio amemaliza hapo KMC, wanashuka. Asanteni sana jamaa <laughs> za umesemaje? waleikum <laughs> salamu zetu leo. Salamu zetu. Walaikum, walaikum salam. <laughs> Nadhani nimefly, eh mlokuja ujue waandishi wengi, 90% ya waandishi wa habari wako Dar es Salaam. Sasa na Dar es Salaam ndio ilipo KMC Football Club, kwa hiyo timu yenu leo imeshinda mchezo wa kwanza, yaani ambako kitu ambacho naombea naombea bodi toketi imechanganyikiwa imesema ligi imeisha leo si mabingwa mabingwatoke mema ligi imeisha leo mda huu si mabingwa mara ya kwanza kuna misimu tushakaa kileleni zaidi ya wiki mbili kipindi tuko na mwali nda tumeanza sasa rasmi leo tumekaa juu na tunaamini mpaka michezo kumi tutakuwa tuko hapo hapo <laughs> amna mtu mwenye koti kikubwa wote ambao mmekuja mmeona timu. Kwa bahati mbaya tulitoka kucheza mchezo wa mshindi wa tatu juzi, tumepumzika siku moja tu, hata mazoezi ya mwisho hatujafanya, tulifanya tu recovery session, wachezaji wapumzike kwa ajili ya huu mchezo, na leo wamekuja, wameonyesha kile ambacho wanacho, mwisho wa siku tumeweza kupata matokeo. Uh, kila mtu ambaye amekuja amefurahi, na sisi wenyewe viongozi tumefurahi na timu, namna ambayo imecheza. Ah, tumemkosa kocha wetu kwenye touchline kwa maana Massimo, lakini walimu ambao walikaa kwenye touchline walifanya kile ambacho anakiweza, mwisho siku tumeweza kupata matokeo, lakini hiki ambacho mmekiona ni sehemu ya kikosi chetu. Kuna wachezaji kadhaa wapo, akiwepo mchezaji ambao mnampenda zaidi Pipino, finest boy Magomeni, finest boy leo hajacheza, kwa hiyo mtendea kuona maingizo tofauti tofauti, lakini tunashukuru tumeshinda mchezo na habari nzuri zaidi tunaongoza ligi mpaka pale kosi wazapokuwa wamecheza mchezo wao baadaye. Karim, salamu alaykum. Unaendelea vizuri? Tunaongoza ligi, tunaongoza ligi kaka. Mm. Mm -hmm. Mm. Kukwaa namwita Mzize mm. Nianze na Kevin Tondi mtu ambaye ameongoza kuchukua man of the match kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup mara nyingi zaidi ya mzaji mwingine yoyote. Supa yule ni tunasema ni zao letu. Kijana alikulia hapa akiwa na 17, baadaye akaenda Kagera Sugar, baadaye tukasema mm, Kevi huko mbali kaka ndio cheze ligi kuu. Tumemrejesha hapa na kila mtu ambaye amekuja hapa ameona uwezo wake. Sio mchezo huu tu, rejea kwenye mchezo zidi ya Singida kina ucho, mechi imeisha, akamfuata dogodogo nah, boli unajua, dogo boli unajua. Kwa hiyo Kevin Bonge moja la talent ambao tunalitegemea very promising player, lakini pia Juma, uh, Mwita the monster, unashasikia <laughs> jina lake Juma Mwita the monster. Kwanza steka refu afu lina nguvu afu linatokea Talime, unajua Talime.